Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kupata nafasi na kibali tena siku ya leo kuweza uh, kujumuika pamoja na wewe ambaye unanisikiliza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uendelee kutuambatanisha pamoja ili tujifunze kwa pamoja. Natamani niombe angalau kwa dakika moja au sekunde makumi nne. Baba Mungu Mtakatifu, Mungu wa kweli, Mungu uliye hai, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninaomba kwa ajili ya neno Baba, ulibariki na kulitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako ni takatifu, neno lako lina nguvu ya kubadilisha maisha ya watu, neno lako lina uwezo wa kubadilisha nia na mawazo yetu maovu. Ah, asante Mungu kwa wakati huu, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza. Baba wa mbinguni amani yako Yesu Kristo iamue ndani ya moyo wake, upendo wako Yesu utawale maisha yake, na umfungue masikio ya roho na ya mwili, ili aweze kuelewa kile ambacho tutakwenda kujifunza siku ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunamwomba Roho Mtakatifu atuongoze katika yote, ni kwa mfalme Yesu Kristo tunaomba na tunaamini amen. Aleluya. Uh, somo letu tunalokwenda kwe tunalo ambalo tunajifunza ni somo la ndoa. Tunajifunza somo la ndoa, lakini pamoja na hilo somo tulishapitia mambo mengi mengi ambayo tumeshajifunza mambo mengi sana, mambo mengi. Ila leo na mimi sitamani sana kukuchosha, ninatamani twende pamoja, ili kwamba tujifunze wote, pasiwe wa kuachwa nyuma au pasiwe wa waku, kubakia nyuma. Ubarikiwe sana wewe ambaye umechukua fursa hii kuweza kufuatilia masomo haya. uh, ni ninarudia rudia kusema kwamba ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe, ni taasisi ambayo Mungu mwenyewe alianzisha. Na ndoa, maisha ya ndoa sio kupata cheti cha ndoa. A, a, niliwahi kusema wakati mmoja kwamba ndoa, kuna utofauti wa ndoa na harusi. Harusi ni sherehe ya ndoa. Harusi ni sherehe ya ndoa. Ame? Kwa hivyo, uh, ndoa ni nini sasa? Ndoa ni muungano wa watu wawili wa jinsia mbili tofauti ambao wame kubaliana kuishi pamoja na kunia mamoja kwa, kus, kwa kutekeleza kusudi ambalo Mungu alilianzisha, kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, kwa hivyo wanapopatana wawili, jinsia mbili tofauti, sio jinsia moja, ah, jinsia mbili tofauti ambayo ni mume na mke au mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo hao wawili wanapopatana alafu sasa wanapata kibali kutoka kwa wazazi pande zote mbili. Wanapata kibali kutoka kwa wazazi pande zote mbili. Na huo ndio tofauti kati ya harusi na ndoa. Harusi ni sherehe. Ni sio harusi, sio, sio ndoa. Aa, ni sherehe. Mnaweza mkawa na ndoa na amuku weza kufanya harusi, inawezekana, na ndoa yenu ikaishi na ikadumu na ikawa ya furaha na ikawa ndoa ambayo watu wengine wanatamani wawe na ndoa kama yenu, lakini amukuwahi kufanya harusi. Harusi maanayake ni sherehe, lakini sasa ndoa yenyewe, sasa ndoa ni makubaliano ya watu wawili wa jinsia tofauti, mume na mke, ambao wamepata kibali cha kukamilisha hayo makubaliano au makubaliano yao kutoka kwa wazazi pande zote mbili. Alafu sasa wanaenda kwa wazazi wa kiroho, wanawabariki, wanawawekea mikono ya baraka. Amen. Wazazi wa kiroho kazi yao ni kuwabariki tu, kuwaombea ili ndoa yao iwe salama, iwe ya amani, iwe ya baraka. Lakini ndoa ni makubaliano ya watu wawili, au niseme kwa lugha nzuri, ndoa ni muungano wa watu wawili wenye jinsia mbili tofauti, mmoja mume na mwingine mke, wenye jinsia mbili tofauti huko ndo tunapata maana halisi ya ndoa. Uh, pamoja na hayo, tukazungumza jambo lingine kwamba, ikiwa wewe ni kijana na unataka kuoa, kabla hauja haujapenda binti, ikiwa wewe ni ikiwa wewe ni binti na unataka kuolewa, kabla hauja penda kijana haujapata kijana wa kumpenda au wa kuishi naye au wa kufanya naye mahusiano, mbele ya mambo yote fanya kwanza maombi, mshirikishe Mungu katika swala hilo, kwa sababu ndoa sio ile sherehe mtakayofanya. Ndoa ni maisha, ndoa ni maisha. Katika ndoa mtapata baraka ya watoto. Wale watoto watategemea ninyi muwalee katika maadili ambayo itakayowafanya siku moja wale watoto wasije wakajutia kuzaliwa duniani, wasije wakajutia kuzaliwa katika ndoa hiyo. Kwa hivyo, ni jambo nzuri binti, ni jambo nzuri kijana, kabla ya kuoa ama kuolewa, muombe Mungu. Lakini pia usiende kuomba Mungu pindi tu ulishapenda umeenda mizunguko mizunguko yako, ukakutana na kabinti kamejaza nini na kadhalika, ukamtamani na unaanza tu kuwaza napata mke wa kuolewa naye, ah, wa kumwoa sorry, napata mke wa kumwoa na binti, na yeye kwa sababu tu na tamaa tamaa zako, umeona tu kijana amevalia vizuri, amepiga kitoko na wakati alikwambia tu, unaonaje tukifanya mahusiano na wewe? Hapana, usifanye hivyo kwanza muombe Mungu akupe maelekezo. Kwa hivyo usiende kuomba Mungu kipindi ulishapenda. Kwa sababu gani? Wakati sasa utataka upate majibu sahihi ya Mungu, utaanza kuwaza kile ambacho tayari kilishajijenga ndani ya akili yako, na utaanza kufikiria kwamba hayo ndiyo majibu ya Mungu kwa sababu ulimuomba, ila kumbuka uliomba uli, ulimuomba ulishapenda tayari. Usimuombe Mungu ulishapenda, na ni vizuri tumuombe Mungu atujapenda au atujaingia kwenye mahusiano yoyote ile ya kimapenzi Umwombe Mungu kabla haujaingia kwenye mahusiano yoyote ile ya kimapenzi. Hiyo ni hekima safi sana. Uh, lakini inawezekana ulishapenda ulishaingia kwenye box, pia ungali unayo hiyo nafasi ya kumwomba Mungu akupe maelekezo. Mungu anaweza kukuambia no huyo, uh, sio mume wako. Inawezekana kwa wale ambao wana neema hiyo, inawezekana Inawezekana au Mungu anaweza kuambia huyo sio mke wako, ningali nitakuelekeza wapi utapata mke wa kuoa au ni nani wa kufanana na wewe. Bwana asifiwe sana. Huo ni ushauri kwa wale vijana ambao bado hawajaoa, wa na bado hawajaolewa wa. Usiende kuomba Mungu na huku ulisha ulisha ulishazimia katika mapenzi sasa hautapata majibu sahihi ya Mungu. Uh, kwa hivyo, Mkristo, jambo lingine ambalo nataka niliseme hapa ni kwamba Mkristo haimpasi kuoa asiyeamini. Tulisema kwamba Mkristo haifai kuoa mke asiyeamini, ama binti haufai kuolewa na kijana ambaye hajaamini. Tukaona hiyo kwenye kitabu cha uh, tukaona hiyo kwenye kitabu cha Wakorinto wa Pili, Wakorinto wa Pili sura ya sita mstari wa 14 hadi 18. Uh, mtume Paulo anatufundisha kwamba pana uhusiano gani kati ya nuru na giza? Hakuna, mm? Hakuna kabisa. Kwa hivyo ni kuambie tu wazi kwamba ikiwa mtu kabla, ikiwa mtu hajaamini, awe ni kijana hajamwamini Yesu Kristo, ama ni binti hajamwamini Yesu Kristo, si mzuri kufanya maamuzi ya kufanya naye mahusiano ili ya kuoe awe mume wako. Jambo nzuri ni wewe kutafuta kijana ambaye ameokoka, au kijana atafuta binti ambaye ameokoka. Hiyo ni hekima ya mbinguni. Usiseme kwamba atakuja kubadilika. Hapana, usi usikuje kujiingiza kwenye changamoto ya kusema kwamba no, atakuja kubadilika. Labda labda unafikiria tofauti sana, labda inawezekana, inawezekana hawezi kuja kubadilika, inawezekana alafu ikawa ndio changamoto sasa katika ndoa yako uh. Lakini jambo lingine nataka nilizungumzie ni kusema kwamba uh, kama Mkristo alikuwa ameoana na asiyeamini, kama Mkristo alikuwa ameoana na asiyeamini inampasi ku, ina, ina, inampasa kubaki na yeye. Iko hivi sasa, umejikuta wewe umeolewa na mume ambaye hajaokoka lakini wewe tayari umeokoka, au umejikuta wewe umeoa binti ambaye yeye hajaokoka, lakini wewe mume umeokoka. Neno la Mungu linatushauri kwamba unaweza kubaki na yeye, awe mke wako au awe mume wako. Wacha tusome maandiko matakatifu. Tutasoma maandiko matakatifu katika kitabu cha eh, kitabu cha Wakorinto wa kwanza kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya saba mstari wa kumi na mbili hadi kumi na nne. Wakorintho wa kwanza sura ile ya saba anasema hivi, inasoma katika jina la Yesu. Korinto wa kwanza sura ile ya kumi na sura ya saba mstari wa kumi na nne Anasema, kwa maana yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe. Kama isingelikuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Bwana apewe sifa, jina la Bwana lihimidiwe sana A Ukitaka kuelewa vizuri ni mzuri uanze mstari wa kumi na mbili. Mstari wa kumi na mbili unasema hivi, lakini watu wengine nawaambia mimi, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye asimwache mumewe. Sasa kumi na nne ndo namalizia kusema kwa maana yule mume yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewa, na yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe. Kama isingelikuwa hivyo, watoto wenu watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu, bali sasa ni watakatifu. Amen, Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unasikia vile neno la Mungu linasema. Kwa hivyo, ikiwa umejikuta sasa wewe tayari uko kwenye ndoa ya mume ni mpagani au mke ni mpagani, kwa hivyo itabidi ukae naye, ukae naye kwa sababu neno la Mungu liko wazi kwamba mume utakaswa kwa ajili ya mkewe, na au ni kama ni mke, mke utakaswa kwa ajili ya mumewe, na kama isinge likuwa hivyo, wale watoto mnao wazaa wasinge liitwa watakatifu. Kwa maana gani? Utakaswa kupitia baadhi ya mmoja wenu, ikiwa tu ameokoka. Haleluya, hilo ni neno la Mungu, ndivyo linasema hivi. Lakini tuone sasa inakuwaje ikiwa huyo mume au mke mpagani na ameolewa na mtu aliyeokoka akiamua kuondoka, anaamua kusema no, a ha, mimi haya maisha ya ndoa yananishinda, nataka nianze maisha mengine nje na ndoa, au tofauti na wewe. Inakuwaje? hayo mambo yanakuwa namna gani? Neno la Mungu linasema kwamba ikiwa ataondoka basi mwache aende, mwache aende, usimkamate kamate, kamate, usimng'ang'anie sana. Mwache aende, mwache mm, tu aende zake. Haleluya! Mkristo atakuwa huru ikiwa asiyeamini atachagua kuachana naye. Unasikia, Mkristo yuko huru sana. Neno la Mungu ndivyo linasema. Ikiwa umeoa mtu ambaye hajaamini na umeolewa na mtu ambaye hajaamini, ila wewe umeamini umeokoka, na huyo mke ama huyo mume ameamua yeye mwenyewe kuachana na wewe, neno la Mungu linasema kwamba wewe uko huru, uko huru. Amen. Tusome mstari wa kumi na tano hadi kumi na sita tusikie anasema nini. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke Mstari wa kumi na tano, hiyo hapo, huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki, lakini Mungu ametuita katika amani. Sikia, sikia vile neno la Mungu liko wazi pale, neno la Mungu liko wazi sana. Ikiwa yule mtu asiyeamini ameamua kukutoroka, ameamua kwenda kuanza maisha mengine mbali na wewe, ama kuachana kabisa huyo Mkristo afungiki, auwezi kusema kwamba ah, sasa hivi kuoa ama kuolewa na mimi ameniacha hivi. Ah, ah. Neno la Mungu nasema kwamba aufungiki, aufungiki, uko huru uh, uko huru kuoa mtu ambaye ameokoka ama kuolewa na mume ambaye ameokoka kwa sababu yule alikuwa hajaamini lile swala la kusema kwamba aufungwi, maana yake ni kusema kwamba unaweza pia ukafanya maamuzi ya busara ya kusema sasa, ni nitafute mke ambaye ameokoka, ambaye hata kuja kunisumbua. Maana ni neno la Mungu linasema kwamba aufungwi tena, aufungwi tena na kile kifungo cha kusema huko katika ndoa. Bwana apewe sifa. Mstari wa 16 st nasema nini? Kwa maana wajuaje wewe mwanamke, kama utamuokoa mumeo au wajuaje wewe mwanamume kama utamwokoa mkeo? Unaona, utajuaje? Unajuaje kama utamwokoa ni swali. Lakini kama ameamua kuondoka, basi mwache aende, na akienda, basi unaweza kuwa uko free, au haufungwi tena, haufungwi tena auko tena kwenye kwenye kile kifungo cha kusema unajua hivi nilishakaoa na ile ndio ndoa yangu, na yeye ya alikuwa kanimpagani, alikuwa kaajaamini, kwa hivyo na vile ameniacha, sitaoa tena. Neno la Mungu linasema kwamba aufungwi tena, aufungwi tena. Hapo ni kwa wale ambao ulijikuta tu umeoa mtu ambaye hajaokoka na akiamua kukuacha, uko free, uko huru. Amen. Ili neno kuwa huru ni kusema kwamba unaweza ukaoa mke ambaye ameokoka ama ambaye hajaokoka. Ila sasa umakini huko, hapa inatakiwa kuwa makini, kwa sababu ikiwa sasa wewe ulioa mke wako ameokoka na wewe umeolewa mume wako ameokoka, wote mmebatizwa katika maji mengi, wote mmekiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana sasa hapo ndiko kuna challenge na ndipo kuna shida ya, ma, ya mafundisho ya ndoa hapo. Sasa ni wewe ambaye sasa, mkiachana bado utaendelea kuwa kwenye kifungo kile cha ndoa. Kwa sababu gani? Wote mlioana mkiwa katika wokovu, haleluya! Wote mmeoana mkiwa katika wokovu. Kwa hivyo sasa hakuna kuachana, na Wakristo wapashi kuachana? Mnaanzaje kuachana inakuja kujaje? Mkristo kuachana kwa sababu kwanza, katika mafundisho ya wokovu umefundishwa kwamba Mungu anachukia kuachana. Kwa hivyo kuachana kwa watu wawili ambao wameokoka ni chukizo kwa Mungu, mnakuwa mmemtendea Mungu dhambi. Kwa hivyo sio halali kuachana. Bwana apewe sifa, hilo ndilo neno la Mungu M Ikifika mahali mume na mke m, mlikuwa mmeokoka na mkaachana, maandiko matakatifu nasema kuoa ama kuolewa mpaka mmoja afe. Kwa hiyo utamsubiria yule mwingine afe, akishakufa ndipo sasa utapata uhuru wa kuoa ama kuolewa. Iko namna hiyo, hiyo ni kanuni na hatuwezi kuivunja. Bwana <laughs> apewe sifa. Uh, upendo wa Yesu natosha. Hiyo uh, iko namna hivyo. Tuendelee, tuendelee ni kusema aje? Ki, uh, kifungo kingine kinasema hivi. Kifungo kingine kinasema mm. Kifungo kingine kinasema hivi Uh, ya Mkristo atakuwa huru ikiwa yule asiamini atachagua kuachana naye. Tulishazungumza hiyo na tuliipata kwenye kitabu cha Wakorinto sura ya saba mstari wa kumi na mbili hadi ule mstari wa kumi na sita. Kwa hiyo hayo maelezo ambayo nimeyatoa yako namna hiyo, na sina na, na, natamani niishie hapo siku ya leo ili kwamba tuweze kuendelea na mambo mengine na ikiwa utakuwa na swali lolote au jambo lolote ambalo ungependa kuuliza juu ya masuala ya ndoa, basi usisite kuniandikia komenti ama kuuliza swali, nitapata swali lako. Au ikiwezekana unaweza kunitafuta tu, utanipata, maana siku hizi mitandao inarahisisha kupatana. Wewe niandikie tu kwa komenti hapo, na mimi nitakuja nikujibu kulingana na swali utakaloliuliza. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu, neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Shalom, shalom. Tukutane tena wakati mwingine. Masomo yetu yanaendelea. Tutakwenda kujifunza tena mengine hapo baadaye. Ubarikiwe sana na Bwana akutie nguvu. Amen.